Ni makuruhu kwa mwenye kuswali kuweka mkono wake wa kulia juu ya kushoto, hala talitidali wakati wa kuitadili, min arukui, kutoka katika rukuu, kama yafaluhu badu nasi, kama wanavyofanya baadhi ya watu taklidan, kwa kufuata mkumbo tu. Baadhi ya watu akitoka katika rukuu katika kuitadili, utamuona amerudisha vikono vyake hapa. Umepata wapi hii? Taklidan, kufuata mikumbo tu Duna dalili, pasi na dalili yote liana dhalika, kwa sababu hilo lam yarid, halikupokelewa fi ayi hadithin qatu, katika hadithi yote kabisa, hakuna hadithi yote iliyozungumza hilo. Walladhi warada, na alilopokelewa an nabiya Sallallahu alaihi wasalam, kwamba mtume kana yadau yumnahu, alikuwa akiweka mkono wake wa kulia ala yusrahu, juu ya mkono wake wa kushoto

alikuwa akiweka mikono yake juu ya kifua chake akiwa katika itidal e maa kaunihi, pamoja na kuwa kwake hicho kisimamo la yusama sharan qiyaman, kile kisimamo baada ya kutoka katika rukuu, katika kisheria hakiitwi ni qiyaman. Wa innama yusamma itidalan, hiyo naitwa nini? Itidal e hilo la kwanza. Walam yanqul ahadun min as-sahaba, wala hajanukulu yoyote katika masahaba an sayna Rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam, kutoka kwa mtume Anahu kana yafalu faalu, ya kwamba mtume alikuwa kilifanya hilo. Ma diqqati nukulihim, pamoja na undani wa nukulu zao. Wa wasfihim li salatihi sallallahu alayhi wa sallam, pamoja na undani na umakini wa kusifu kwao swala ya mtume. Bikulli wudhuhin, kwa kila uwazi. Fafailu thalika, mwenye kulifanya hilo. Yani, mwenye kutoka katika itidal ya karudisha vikono vyake kifuani. Mokteon, uyo anafanya anakosea mubtadiun, anazusha wa muridhun ani sunna, na huyo ameipuuza sunna bila shakkin, pasi na nini, pasi na shaka, ni katika ahlu lbidaa. Falaihi, basi ni juu yake, an yauda ila sawabi, arejee katika nini, usawa. Hakuna haja kufanya ushindani, hakuna haja kufanya ushindani, werejea tu katika sawa, warujuu ila lhaqi. fadila, fadila la siyama hasa hasa, wa waqad thabata an Saiidna Ali radhiallahu anhu anahu qal, imethubutu kwa Sayidna Ali ya kwamba kana, alikuwa idha qama ila salati, akisema katika sala, fakabara, akasoma takbira, daraba biyadihi lyumna ala rusghihi laisar, ule mkono wake wa kulia huupiga juu ya mfupa huu wa maungio ya kiwiko chake cha mkono wa kushoto fala yazalu kadhalika, hachikua hivyo hata yarkaa, mpaka ana rukuu. Nafikiri haya yote tu tuliyatolea maelezo katika pahali pake, namna gani katika kusihi kwa hizi riwaya, kuto kusihi, wama ila dhalik. Lakini alhasil hakuna dalili ya kuweka mikono kifuani baada ya rukuu, ala yani ala tariqati almarwiyati an sina rasulillah sallallahu alayhi wasallam, tukitaka kuangalia ile njia ambayo kwamba sala ile ilipokelewa kutoka kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam, wa hadha wadih, na hili liko wazi fi anna wadaa alyumna, juu ya kwamba kuweka mkono wa kulia ala alyusra, juu ya kushoto yastamiru, kunaendelea hata yarka mpaka ruku, wala yadhuhuma baada dhalik, wala haiweki tena ile mikono baada ya ya kuruku sana. Sasa hili kuna baadhi ya watu wamelishikilia na katika watu ambao kwamba walikuwa wakilipigia debe sana ni mzee Ibn Baz yule mzee pofu ambao kwamba alikuwa ni mufti wa Saudia. Ndio katika wazee ambao kwamba walikuwa wanalipigia sana debe swala hili. Lakini uzuri ni kwamba Albani alikuja akamradi mzee Ibn Baz. Angalia, kase... <laughs> angalia, angalia. Albani akasema kurudisha mikono kifuani baada ya kutoka katika rukuu ni bid'atun wa dalalatun asema, swala hili halina dalili na ni bid'a, si bid'a tu na nini na ni dalala. Aliyosema hayo nani? Ni mzee al-Albani, akimradi nani? Akimradi mzee ibn Baz. Na haya amesema Albani katika kitabu chake Sifatu Salati Nabii sallallahu alayhi wa sallam. Hii ndio uzuri wa <tus> mambo yenyewe. Hivyo al-Albani anasema kuweka mikono kifuani baada ya rukuu ni bid'atun wa dhalalatun, ni bid'a na ni upotevu, kwa sababu ni swala ambalo kwamba halina? halina dalili. Na nyinyi kwenu swala isiokuwa na dalili ni upotevu. Kwa nini wewe mzigu mbazi unalipigia debe? asalil asafi shadid hawawainga huku mitane kwa maskini Mungu waelewe, haya yametoka wapi? Utaona mtu baada ya kutoka katika ruku una nini wewe? Eh, una nini unataka? Kuleta michezo katika swala? Watu wanacheza uwanjani, wanakuja kucheza kwenye swala eh. rawahu lbaihaqiyu hadithi o mpokla al-Imamu Baihaqi fi sunani, katika sunani yake waqala aqiba hunaka, akasema baada ya hadithi hiyo ya Ali, hadha isnadun hasan sanadihi, hii nini? Ni hasan

abi wa ama stidlalu badihim ama kutolea dalili kwa baadhi yao bihadithi kwa hadithi inenayo, warfa rasaka anainua kichwa chako hata tarjia alidhamu ila mafasilia mpaka mifupa irejee katika viungo vyake. Kuna baadhi ya watu watolea dalili hadithi hiyo kwamba ndo hadithi ya kufaa kurudisha vikono kifuani baada ya rukuu, asema au ma jaa fi riwayatin ukhra, au kukutolea dalili hadithi iliyokuja katika riwaya nyingine, hatta yakhudha kullu 'azmin mawdi'ahu, mpaka uchukue kila mfupa sehemu yake, au ma'akhadha, au sehemu yake kushika. Fastidlalul mukhti'un, huko ni kukutolea dalili kwenye makosa, kwenye makosa, kukutolea dalili ambapo kwamba ni makosa, ghairu sahihi, ambapo kwamba sio sahihi. Wa huwa min babi taqlidi, hiyo ni wa huwa min babi taqlidil ama amral busara, hilo suala la katika katika linaingia katika mlango kumfuata kipofu kwa kufu, kufuata jambo la wanao ona mtu kipofu anafuata jambo la watu wanao, atakuwa anaelewa kitu au atakuwa na kokoto tu eh, kwa sababu ndio mambo haya unafuata. Ibn Bazi amesema. Ah, sasa angalia maajabu sasa. Unafuata ukiwa ni kipofu taqlidul amal, alafu unamfuata kipofu mwenzako haya sasa. Hmm. Kipofu amemshika mkono kipofu mwenzake, alafu anamuongoza njia kwamba na tahadhari kuna shimo hata. Sasa mshoga yao utaenda utaisha wapi? Sitaangukia wote kwenye shimo ama vipi? Ma annaha pamoja na kuwa mambo yalivyo la ta'mal absar walakin ta'mal qulubu allati fi sudur. Allahu akbar macho upofu, macho hepofuki. Upofu wa hakika ni ni upofu wa nyoyo, tamal qulubu allati fi sudur, nyoyo zilizopo katika vifua ndizo zinazo pofuka. pofu wa macho si upofu wa hakika, hakika. pofu wa hakika ni upofu wa nini? wa moyo. wa dhalika na hilo li anna al-murada, kwa sababu makusudio bil izami ni nini? makusudia kwamba kila mfupa urudi sehemu yake, izamu dhahri, izamu dhahri la ghayru ni mifupa ile ya pingili za mgongo, hakuna kitu kingine yaani mtume aliposema kila mfupa urudi sehemu yake, anakusudia kwamba pingili za mgongo zirudi vile vile zilivyokuwa. Sasa watu kwa wehu wao na ujinga wao nasema ni mikono. Subhanallah, tabarakallah, qasimul uquli kama, tha, kama bayanat dhalika ariwayat sahiha kama ilivyolibainisha hilo riwaya sahihi minha, katika hizo mafi lbukhari ni ilio katika Bukhari, min qauli abi humaidi asaidi, katika qauli abi umaid asaidi as fi wasfi salati rasulillah sallallahu alayhi wasallam, katika kuisifu sala ya Mtume hata yauda kullu faqarin makanahu, mpaka kila kipingili katika pingili za mgongo zirudi katika sehemu yake

liman qabada yadayhi kule atakayeshika mikono yake fil i'tidali katika kuitadili baada rukuu baada ya kuruku illa al-israr ala al-khata isipokuwa ni kuendelea juu ya kosa tu, atakuwa hana hujja yote isipokuwa ni kuendeleza kosa tu. Wa ta'assub li ara' al-mashayikh na kuwa na ta'assub na ra'iza za mashayikh. Wala na risalatun mufassalatun fi dhalika tunaandi tunayo risala ambako imepambanuliwa katika hilo maulana al-imam Hassan bin Ali al-Saqaf hafidhahullah ta'ala ana risala ambako mbanu mbaya Allahu alhadi ila sawai sabili, mwenyezi Mungu na mwenye kuongoza katika njia ya sawasawa. Tambihun muhimu, hii tambihi muhimu awhapo pia swala lingine hili makini sana, sikiliza kwa makini yastawi wanalingana. Uh, <tambi> <tambi> sawa fi qauli, katika kusema sami Allahu liman hamidahu, alimamu imamu, imamu, walmamumu na mamumu, walmunfaridu na mwenye kusali pweke. Kuna baadhi ya watu wanasema

imamu akisema sami Allahu liman hamida faqulu rabbana walakal hamd alladhi ambayo kwamba rawahu al-Bukhari wa muslimu imepokelewa na alimamu Bukhari na Muslim. Muslim laisa fihi ma yufidu adama jawazi dhalik, hakuna ndani yake linalofaidisha ya kwamba kuchokufaa kufaa hilo la kusema sami Allahu liman hamida maamuma wa inama fi al-amru bi adami al iqtisari ala qawli sami Allahu liman hamida suala linalofahamika ni ndani yake kuna amrishwa mustosheke na kusema sami Allahu liman hamida peke yake, seme rabbana wa lakal hamdu pia, ndio linalofahamika, lakini sio kwamba usiseme sami Allahu liman hamida. Kama anna al imam aidan kama ilivyokuwa imam pia la yaqtasiru ala qawli sami Allahu liman hamida peke yake, bali yaqulu aidan bal nabidi, aseme vile vile rabbana lakal hamdu baada ya sami Allahu liman hamida, rabbana lakal hamdu. Wa fi lhadithi aidhan alamru, katika hadithi hiyo pia tunapata kuamrishwa, bianla yasbiquhu wanaamrishwa mamuma wasimtangulie, wala yusauhu, wala wasiende naye sambamba, fi rafi walitidali, katika kuinuka na katika kuitadili, wainama alaihim an yantadhiruhu qalilan, lazima juu yao lazima ni wajib juu yao wamgojee kidogo, imama akishainuka kidogo, ndo wao wainuke.